sanatahaddath haula asbabi tarki istijabati duaa. Ama maudhi yetu ya khutba ya leo tutazungumzia asababu asbabu za watu kutokujibiwa dua. Kwa nini tunamuomba Mungu sana lakini Mwenyezi Mungu hatujibu dua zetu? Tuna mashida mbalimbali mbali. Tuna matatizo mbalimbali mbali tuna majanga mbalimbali yanayotuandama mbali katika maisha yetu ya kila siku, lakini inapofika mahala tunakwenda kumwomba Mwenyezi Mungu atutatulie shida zetu, inakuwa shida zetu hazijibiwi. Nini tulichokosea? Nini tulichokifanya? Haya mambo yalikwisha tokea katika zama za karne bora zilizopita sababu za waja wa Allah subhanahu wa taala kutokujibiwa dua zao katika karne za fudhala za watu bora waliopita, walimuuliza bwana mmoja, mwana wa chuoni mcha Mungu anaitwa Ibrahima ibn Adham. Huyu ni katika miongoni mwa maulama mawacha Mungu wakubwa Ibrahima bin Adham siku moja amepita katika soko miongoni mwa masoko ya mji wa Busra. Kwa sababu wananchi wale waliopokuwa sokoni pale wanamfahamu kwamba huyu ni walii, huyu ni mwana wa chuoni, huyu ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakasimamisha biashara zao. Amekuja mwana wa chuoni, amekuja mcha Mungu. Tumuulize, kwa nini mambo yetu hayaendi? Kwa nini dua zetu hazijibiwi? Wakamfuata Ibrahim bin Adam, wakamwambia ya aba Ishaqa. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wa'adana fi kitabihi al-karim an ad'uni astajib lakum wa nahnu mundhu ayyaman nad'u Allah fala yustajabu lana. E Ibrahima, e Aba Ishaqa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi katika kitabu chake kitukufu, ud'uni astajib lakum, niombeni shida zenu mbalimbali, nitakujibuni, nitakupeni, nitakusikilizeni. Wakamwambia wa nahnu mundhu ayyaman na sisi muda mrefu sana tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, shida zetu, dua zetu hazijibiwi. Kwa nini, na wakati Mungu ameahidi atatujibu? Kwa hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu ni ya uongo? Yawezekana mimi na wewe na mwingine tuna shida mbalimbali mbali. tuna matatizo mbalimbali mbali. Yaweza ikafika mahala ukamwomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana lakini majawabu hayaji kwa wakati. Umekosea wapi? Na hawa ndio walivyokwenda kumuuliza Ibrahima Ibn Adham alipopita sokoni kwao, wakasema leo tunaweza tukapata ufumbuzi wa mambo yetu. Kwa nini dua zetu hazijibiwi ilhali Mungu ametuambia tumuombe, atatujibu? Ibrahim Abdallah, Ibn Adham akawaambia lianna qulubakum matati biashara ya asha nyinyi hamjibiwi dua kwa sababu nyoyo zenu zimekwisha kufa, viwiliwili vinatembea, lakini mioyo yenu imekufa katika mambo kumi. Yawezekana mimi na wewe ni katika miongoni mwa hao, yawezekana mimi na wewe ni katika miongoni mwa watu ambao wanamwomba Mwenyezi Mungu sana lakini matokeo ya maombi yake hayatokei kwa wakati wala hayaji kabisa. Ibrahimu aliwaambia nyoyo zenu zimekufa katika mambo kumi, qalu wama hiya ya aba ishaqa. Ni mambo gani hayo? E, eh, aba ishaqa. Ibrahimu ibn Adham akawaambia araftum llaha falam tu'addu haqqahu, mnamjua Mungu sana nyinyi, nyinyi watu wa Busra mnamjua kwamba Mwenyezi Mungu yupo Mnajua kwamba Mwenyezi Mungu ndo aliyoumba kila kitu. Mnajua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameamrisha mambo mbalimbali. Fala mtu adu haqahu, lakini nyinyi hamzitekelezi haki zake. Mungu Allah subhanahu wataala ana haki nyingi kwetu sisi, lakini sisi anapozitaka Mungu haki zake tuzitoe sisi hatuzitekelezi haki za mwenyezi Mungu, tunamjua Mungu lakini zile haki za Allah subhanahu wa taala hatuzitekelezi. Kwa uchache miongoni mwa mw, haki zake Allah subhanahu wa taala ni nyingi, lakini miongoni mwazo ni watu kutoa zaka. Watu wamesahau masala mazima ya kutoa zaka. Kuna zaka ya mali kuna zaka ya mazao kuna, maz, kuna zaka ya mifugo. Ziko zaka ambazo Allah Subhanahu wa taala ameziwajibisha kwa waja wake, lakini watu hawatoi zaka. Ni mfanya biashara gani leo anayetoa zaka kwa haki ya kutoa zaka? Anafanya biashara za kutosha, ana mali za kutosha, na zimefikiwa kiwango cha kutolewa zaka, kwamba ikafika mwisho wa mwaka mwaka umezunguka, sasa anatakiwa mtu atoe zaka, akaenda kwa shekhe, akaenda kwa mwalimu, akaenda kwa mwana wa chuoni, akamwambia bwana, mimi nina mali hii hapa, naomba unipigie hesabu yangu zaka yake ni kiasi gani? Hakuna, hakuna, isipokuwa kuna baadhi ya watu wakijitahidi sana, akijitahidi sana, anajipangia mwenyewe, anaweka kwenye vibahasha bahasha vyake. Sio utaratibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala alikwisha weka utaratibu, zaka itolewe na wapewe watu maalum, ambao Mwenyezi Mungu amewaeleza katika Qurani. Haki katika miongoni mwa haki za Allah, wakulima hawatoi zaka ya mazao yao, wafugaji hawatoi zaka ya mifugo yao, wafanyabiashara hawatoi zaka katika mali zao. Vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala atatujibu dua zetu? Haili hali tumekalia haki za Mwenyezi Mungu, tumekalia haki za watu. Ibrahimu akawaambia mnamjua sana Mungu lakini hamtekelezi haki zake, na sisi tunamjua sana Allah Subhanahu wa Taala lakini hatutekelezi haki zake. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Ibrahimu bin Adham akawaambia katika yale mambo kumi, za antum annakum tuhibbuna rasulahu thumma thumma taraktum sunnatahu, mnadai nyinyi waja nyinyi mnadai watu wa Busra kwamba mnampenda mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mnampenda mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mnadai mnampenda, lakini hamfati sunna zake, hamfati sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna za mtume ziko nyingi, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ziko nyingi miongoni mwa sunna za mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mtume yaudu mardahum, anaenda kusalimia wagonjwa, anakwenda kusalimia wagonjwa. Kama wewe huwezi kwenda kumsalimia jirani yako mgonjwa, uko bize na mambo yako, na katika haki za jirani kwenda kumsalimia, ana shida, uende ukamsalimie. Utaweza kwenda kumsalimia aliyoko hospitali ya rufaa, hospitali ya mkoa wewe huwezi kwenda kumsalimia jirani anaumwa ndani, na unajua kabisa jirani yangu fulani ana shida, anaumwa. Sunna kwenda kumtembelea na kumsalimia. Ndivyo alivyokuwa akifanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe utakwenda hospitali kama jirani yako tu anaumwa? Ziko sunna nyingi bado, kuna watu wanajua sunna ni kufuga ndevu tu, la hasha Sunna ziko nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kwenda kusalimia wagonjwa wa yushayyu jazaa'iza mtume alikuwa anasindikiza majeneza ya watu. Wewe unajitia bize kwenda kuzika, hata kwenye misiba ya watu uhudhurii. Ah, si faradhi kifaya tu bwana. Watu wanakufa wangapi? Uhudhurii misibani? Uko bize wewe kwenye misiba ya watu kwa Ibrahimu, bidada malabia, mnadai mnampenda mtume, hamtekelezi suna zuna. Za mtume ziko nyingi. Miongoni mwa sunna za mtume Muhammad salama, alikuwa akifunga Jumatatu na Alhamisi, wa ayamu lbidhi anafunga mtume masiku meusi. Sisi ni nani? Anayefunga ikiwa funga za fardhi tu zenyewe tunatafuta nyudhuru za madaktari, naumwa vidonda vya tumbo, bwana kwa hiyo Ibrahima aliwaambia mna zi, mnadai mnampenda mtume wake lakini hamzifuati hamzi suna zake. Jambo la tatu akawaambia qara'tumul qur'ana walamtaamalu bi, kwa ajili ya watu kutunzwa na matunzo mengi mbalimbali mbali. Lakini huyo anayemaliza Qur'ani anayemaliza kuhtimi Qur'ani amemaliza msahafu judhuu 30, baada ya hapo wanafanyaje? Anaijua Qurani kwa hifadhi kwenye kichwa, lakini haijui Qurani inasema nini, tafsiri ya Qurani ni nini, Qurani inamwamrisha nini, Qurani inamkataza nini. Na katika miongoni mwa bidaa zilizozutwa ni katika watu kuhifadhisha Qurani, musabaka zinazohifadhishwa, watu wanaangalia bidaa za maulidi lakini hizo so bidaa za kuhifadhisha Qur'ani hazikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misabaka wapi? Mtume aliweka musabaka kwamba leo Mtume amewakusanya maswahaba, anawashindanisha na anawapa zawadi uwanjani? Bida lakini ni bida nzuri. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaani Ibrahim ibn Adam anamwambia mnakisoma mna, mna sana kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini hamkifanyi kazi. Qur'ani ina mambo mengi. Qur'ani ni wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Qur'ani ni tiba. Faman la shifihi al-Qur'an faman la faman lam yashfihi al-Qur'an fala shifa ba'dahu. Yule ambaye Qur'ani haijamponyesha hakuna kitu kitamponyesha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu, "Tahama anzalna alayka al-Qur'ana litashqa." E mtume, hatukukuteremshia Qurani upate shida. Leo watu wa Qurani wana shida kwa sababu tu wameiacha Qurani. Wanaijua kwa majaka, lakini kuijua kwamba Qurani ina majeshi ya Allah subhanahu wa taala. Qurani ina majeshi. Qurani ni wiqaya. Qurani ni shifa. Qurani ni dawa, lakini leo watu hawajui hawa, hawa kwamba Qurani ni wikaya, ni kinga zaidi ya ngome. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika vita aliteremshiwa Qur'an, nasema Mungu alimteremshia majeshi, tulimteremshia majeshi ambaye makafiri hawakuyaona. Hizo aya hizo hazifanyi kazi kwa mtume peke yake, mpaka kwetu sisi zama hizi. Maana ke Qur'ani hai expire, Qur'ani haipitwi na wakati. Wewe una Qur'ani lakini wewe ndio wa kwanza kuchezewa na kuchezeka. Qur'ani ni nini kwako? Ibrahim akamwambia, mnasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani lakini a amkifu... ya kufanyiwa kazi kwenye Qur'ani, ya kumengi sana sana sana, kitaka riziki kwenye Qur'ani, toka mali kwenye Qur'ani, ukitaka

gaaa anasema, mnasema kwamba mauti ni haki hai falamata, haujiandae kufa. Yani sisi hatujianda na kufa, kama tungelikuwa tunajiandaa kufa. Sisi tunajiandaa tena, mtu anasema kwa najiandaa, aen, acha nijiandae

na kuamka usingizini, nyinyi wake, yani mkiamka tu, jambo la kwanza usingizini, ujamwambia Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, shukrani na watu wengine ni vijana wa Islam, tunaona kwenye mitandao wameanza vipindi vya udaku, magazeti ya udaku, habari za ugongo, ugongo wa ngono na magrupu ya udaku, magrupu ya umbea. Unaamka asubuhi a amekurudishia hali utakaiza haki za Allah, unaamka kupata anuzaa Ay, jambo la mwisho na la kumi, Ibrahimu akawaambia watu wa Musa, dafantum mautakum walam tatabiru bihi, mmewazika maiti wenu, lakini hamwazingatii wala hamjapata mazingatii Niende nikazuru kaburi lake, ngoja niende nikamsomea hata sura Yasin, ngoja nimtolee sadaka, ngoja nimfanyie shazisahau kwa, tunawazika maiti wetu, hatuwazingatii, hatuendi makaburini, hatuwafanyii dua, hatuwaombei maghafira kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezimungu, kwa nini Allah subhanahu wa taala atujibu sisi dua zetu? Kwa hivyo Ibrahim bin hadha aliwaambia, mnawazika katika miongoni mwa sababu za kuto kukubaliwa dua, mnazika maiti wenu hamuwazingatii mara ya mwisho wewe kumfanyia dua baba yako, hata kama yuko hai. Maanake hata katika swala tunazoziswali lazima umwombee, umwombee maghfira, umwombee dua, mzazi wako awe hai au amekufa. Tunawaombea dua hizi, afya tulizo nazo, wametusomesha wametulea, wametuhangaikia, lakini tumewaacha mazima, mpaka mzazi anaanza kukujilia kwenye njozi au zinduki Alafu unaenda kukaa unaenda kukaa unamuomba Mungu, atakujibu dua gani? Ibrahima bin Adam aliwaambia, mna sababu ya kutokujibiwa dua zenu, mnazika sana ndugu zenu, maiti wenu hamuwazingatii. We, mara mwisho kumfanyia kumfanyia dua mzazi wako ni lini? Mbona zawadi unatoa sana kwa marafiki zako, hata useme namtolea sadaka mzazi wangu, namwekezea angalau sadakatun jaria, namchimbia walau kisima namjengea walau madrasa, napeleka walau kitu fulani misikitini. Mbona haufanyi hivyo? Ndugu zangu, miongoni mwa sababu za watu kutokujibiwa dua ni hizi kumi. Ya mwisho ni watu kuzika watu wao, ndugu zao, na kuwaacha bila kuwazingatia. Tumwombe Allah subhanahu wataala awe ni mwenye kuzikubali dua zetu. Tumwombe Allah subhanahu wataala atupe mwisho uliokuwa mwema. Tumwombe Allah subhanahu wataala atufanyie wepesi katika maisha yetu.